Maalike katika tafakari ya asubuhi ya, ya leo kabla ya kuingia katika kipindi cha maombi ya pamoja na tafakari. Tunatoka katika kile kitabu cha Kutoka sura ile ya kwanza, Kutoka sura ya kwanza na nitatamani tusome ule mstari wa kwanza na tutaendelea mbele kidogo. Neno la Mungu linasema kutoka sura ile ya kwanza mstari ule wa kwanza, nitasoma mafungu kadhaa kutokea mahali hapo. Biblia inasema basi majina ya wana wa Israeli walioingia Misri ni haya, kila mtu pamoja na jamaa zake walikuja pamoja na Yakobo, Reubeni na Simeoni na Lawi na Yuda na Isakari na Zabuloni na Benyamini na Dani na Naftali na Gadi na Asheri na nafsi zile zote zilizotoka viunoni mwa Yakobo zilikuwa ni nafsi sabini, na huyo Yusufu alikuwa huko ndani ya Misri. Tangu hapo Yusufu akafa na ndugu zake wote na watu wote wa kizazi kile, na wana wa Israeli <clears throat> walikuwa na uzazi sana na kuongezeka mno na kuzidi kuwa wengi, nao wakaendelea na kuongezeka nguvu na ile nchi ilikuwa imejawa na wao. Basi akainuka mfalme mpya kutawala kutawala Misri asiyemjua Yusufu. Akawaambia watu wake, angalieni, watu wa wana wa Israeli wengi, tena wana nguvu kuliko sisi. Haya, na tuwatendee kwa akili, wasije wakauongezeka tena, ikitokea vita wao nao wasije wakashikamana na adui zetu na kupigana nasi na kutoka katika nchi hii. Tuombe baba yetu mwema wa mbinguni, katika dakika chache hizi na kupitia maneno machache haya, karibu tufundishe kila ambacho natamani tukielewe, na wema wako utufundishe na kisha baada ya hapa ruhusu tukaelewe kusudi lako asubuhi ya leo kwa jina yeah, la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru, amina. Katika kitabu hiki cha Kutoka, ni kitabu ambacho kina kinaunganisha kitabu cha Mwanzo sura ya hamsini, ni kana kwamba ni kitabu ambacho kina kina kina kinachukua kina, kina, kina, kina mwendelezo wa kisa cha wana wa Israeli wakiwa katika nchi ya Misri. Sasa kwa mafungu haya niliyoyasoma Maandiko yameeleza habari ya wana wa Israeli walioenda utumwani, wameonyeshwa mahali hapo, watoto wote wa Yakobo walioenda utumwani, na wameorodheshwa hapo. Kwa ujumla ni kizazi chote cha Yakobo. Tena amesema wana wote waliotoka viunoni mwa Yakobo wakawa wako utumwani katika nchi ya Misri. Fungu linaripoti kwamba wakiwa huko akafa Yusufu na ndugu zake na watu wote wa kizazi chake, maana yake ile generation yote ilikufa ikatoweka kabisa. Kwa hiyo walibaki watu wachache ambao ni kizazi kingine, watu ambao ni kizazi ambacho hakina kimsingi, hakina historia nzuri kwamba uh, kwa nini wako Misri? Hawa walioingia Misri kwa maana ya watoto wa Yakobo Biblia inaeleza waliingiaje Misri, na ninaamini hiki kisa tunakifahamu vizuri, siwezi ukirudia kwamba waliingiaje Misri, waliingia kwa mfumo gani, walienda kutafuta chakula, hawakwenda kama watumwa, walikwenda kama, wa, kama waheshimiwa, maana Biblia inasema wakati hawa ndugu zake na Yusufu walipokwenda kununua chakula, waka waka wakaambiwa na Yusufu sasa, mfuateni na baba yangu, tena Farao akatoa magari mengi kwamba mfuateni Yakobo maana sasa Yakobo kipindi hicho ni mheshimiwa, maana ndiye baba wa waziri mkuu ndiye baba wa kiongozi mkubwa katika nchi ya katika nchi ya Misri wakafuatwa kwa magari. Kwa hiyo wanaingia wanaingia katika nchi ya Misri kwa vifijo, kwa kerere, kwa shangwe na kwa heshima kubwa, alafu wakatengewa nchi moja inayoitwa Gosheni na, na, na, na, na wilaya moja inayoitwa Gosheni katika nchi ya Misri na huko ndiko wakaishi habari inayoifahamu kuhusu hawa watu wakati wa Misri, walipokuwa wakiishi kwa kulipa kodi kodi ya nchi yao, wana wa Israeli hawakulipa kodi walipokuwa Gosheni, maana walikuwa ni ndugu wa, wa mtu anayeheshimika sana. Sasa wakati wao katika nchi ya Misri ndipo Biblia inaripoti kwamba walipokufa Yusufu na kile kizazi chote ambacho wanajua waliingiaje Misri, ambacho wanajua wametokea katika nchi gani, ambacho walipewa ahadi kabisa kwamba watarudishwa katika nchi ya Kanani baada ya miaka mia nne na thelathini baada ya kufa, Biblia anasema akainuka mfalme mwingine kutawala lakini Biblia hapo hapo imeripoti inasema, baada ya Yusufu kufa, wana wa Israeli walizidi sana, waliongezeka sana, na katika kuongezeka kwao tena anasema wakaonekana wana nguvu sana, na ile nchi ilijawa na wao, hadi wakawatia hofu, wakamtia hofu Farao. Akaona kwamba hao watu, kwa sababu wamekuwa wengi, kuna siku watatugeuka, kuna siku watatubadilikia. Katika kipindi cha vita, kuna siku wataungana na maadui zetu, watatupiga. Sasa mfalme akatoa agizo, na hili agizo ndilo ambalo ndilo ambalo nimetamani kulileta kwenu asubuhi ya leo. Mfalme akasema, tazama, hawa watu wamekuwa ni wengi sana na watakapo, wat, wat, wat, itakapofika wakati wa vita wataungana na adui zetu, watatupiga kwa hiyo wamekuwa ni threat ni tishio kwa, kwa mfalme, ndipo anawaambia sasa cha kufanya. Angalieni sasa watu hawa wamekuwa wengi sana na wana nguvu kuliko sisi. Haya, fungu la kumi, na tuwatendee kwa akili, wasije wakaongezeka tena, na tuwatendee kwa akili, wasije wakaongezeka tena. Sasa nime, nime, hili fungu ndio limenifanya sasa nilete tafakari kwenu Farao baada ya kugundua kwamba hao watu wamekuwa tishio na wanaonekana kabisa katika nchi ya Misri, wanazidi kufurika nchi ya Misri yote imejaa wao. Uh, ukisikia hili neno kwamba nchi hiyo ilikuwa imejaa wao, nisikie vizuri, haimaanishi tu idadi ya watu kwamba waliongezeka wakatapakaa katika nchi ya Misri. Hapana. Hili fungu limeenda ndani sana, anachokielezea mahali hapa ni zaidi ya idadi ya watu. Anachokielezea mahali hapa, wanazungumzia nchi ya Misri ilijikuta imejawa na Waisraeli. Kwa mfumo gani? Nchi ya Misri ilijikuta imejaa tabia za Waisraeli. Jinsi walivyovaa wa Israeli nchi ya Misri karithi habari hizo. Jinsi walivyokula Waisraeli nchi ya Misri karithi habari hiyo. Jinsi walivyoishi kwa, kwa ujumla, ibada waliokuwa wanaifanya katika nchi ya Gosheni, walijikuta wanaishi kama Waisraeli. Ndiyo maana kama unakumbuka katika kitabu cha Kutoka sura ya kumi na mbili, walipoambiwa pakeni damu katika mimo ya milango yenu, na malaika atapita katika usiku wa leo, mahali ambapo atakuta hakuna damu, ataangamiza wazaliwa wa kwanza katika nyumba hiyo. Kuna Wamisri waliofanya hili jambo, walikuwa wameshawaelewa Waisraeli. Kwa hiyo mfalme Farao anaona kana kwamba Misri yote ni kama inageuka sasa kuwa ya Waisraeli. Misri yote inageuka kuwa na tabia za Kiisraeli. Misri yote inageuka kuwa na ibada za Kiisraeli. Misri yote inageuka kuwa na mivao ya Kiisraeli. Farao akashituka akasema, na tuwatendee kwa akili. Sasa sikiliza hii akili aliyoifanya ni akili gani? na tuwatendee kwa akili. Ukiendelea kusoma pale chini, anasema hii akili walioitumia, anawambiaje? Anaweka, anaweka wazaliwa wa, anaweka wasimamizi wazalishaji, anawambia: sikiliza, cha chakufanya mtakapoona amezaliwa mtoto wa kiume, muweni. Akizaliwa kike, mwacheni aishi. Na baadaye hawa watu walipoonekana hawajafanya hivyo, anasema wanawake wa Kiisraeli wana nguvu kuliko sisi wa Mfalme anawaambia sasa, sikiliza, hata kama akizaliwa sipo wao, atupwe katika, katika mto wa, wa, wa Nile atupwe majini, huyo mtoto afe. Na baadaye anasema tuwaongezee mizigo mizito, tuwaongezee kazi, tuwaongezee masumbufu, wafyatue tofali nyingi, wafanye kazi kwa ugumu sana. Mambo hayo matatu mambo hayo mawili samani. Jambo la kwanza, namna ya kuwatendea kwa akili. Alichokifanya ni kuharibu uzao wao, ni kuharibu watoto wao, ni kuhakikisha hawa watoto wana, wanaondolewa kwa wazazi wao, ni kuhakikisha wanauawa. Lakini jambo la pili ni kuongezewa masumbufu ya aina nyingi, wafyatue tofali sana, wafanye kazi za kuchoma tofali sana, na hata wasahau kwamba wako Misri hawako Kanani. Asubuhi ya leo, kwa nini nimeleta hili fungu? Tunatambua Wakristo, tunaomtambua Kristo, tunatambua kwamba tu, hatuko hatuko kwetu, kimsingi tuko katika utumwa, tuko katika nchi ya utumwa na Ibilisi anatambua kwamba kama Wakristo tulioko mahali hapa tutaishi katika maisha ambayo Yesu alituombea, ali akasema kwamba ninawaombea wawe ulimwenguni, lakini wasiwe wa ulimwengu huu. Kwa hiyo tukiishi hivyo, dunia yote itapinduliwa kama ambavyo kama ambavyo Israeli walitaka kuipindua Misri. Misri walitaka kujikuta wanavaa kama Waisraeli, wanakula kama Waisraeli, wanazungumza kama Waisraeli, mionekano kama ya Kiisraeli. Lakini walipoongezewa masumbufu ya dunia, wakawa bize na kazi, wakawa bize na, na, na, na kupambania maisha yao, maisha ya kula na na mambo mbalimbali, wakajikuta wao ndio wamebadilika wanavaa kama wa izi, kama wa Misri, wanakula kama Wamisri, maisha yao ni ya Kimisri. Na mpaka Mungu alipowapatia amri kumi, unagundua hata alipofika kwenye kipengele cha Sabato aliwaambia ikumbuke siku ya Sabato, ni kana kwamba alikuwa ameshaisahau. Ndugu zangu, tunao wito wa kuhakikisha dunia yote inapinduliwa, watu watambue kuna Israeli katika Misri hii. Acha watu wajifunze kutoka kwetu. Wakristo wenzangu mnaonisikiliza asubuhi ya leo, mpango wa Mungu ni kwamba dunia ijifunze kutoka kwa Waisraeli, kwamba wanakulaje, kwamba wanavaaje, kwamba wanaishije, maneno yao wanaongeaje. Lakini bahati mbaya ni hii sasa, sisi ndio tumejikuta tumejifunza kwa dunia. Haya mambo mawili ya aliyoyatumia Farao katika, katika, katika kuhakikisha anawabadilishia anawa mfumo wana wa Israeli, cha kwanza aliingia ali, ali katika habari ya watoto wao, katika uzao wao, aliwatenga wazazi na watoto wao, na ndicho kilichotokea sasa hivi. Wakristo, ninaleta wito huu wa kwanza asubuhi ya leo, shetani akitaka kuwawini Wakristo, akitaka kuwawini watu wa Mungu, anawatenga na watoto wao. Anawatenga kwa namna gani? hawezi kutoa tangazo kwamba ninawatenga. Anawatenga kwa lifestyle, jinsi ambavyo watoto wetu wanavyozaliwa maisha wanaoishi wanavyokuta tukiishi. Angalieni jinsi ambavyo siku hizi watoto wetu tunakana kwa muda mfupi sana nyumbani. Wakiamka asubuhi, kila siku kuanzia Jumatatu ni kanisani, ni ni shuleni asubuhi, mchana ni shuleni mpaka jioni, na wanaporudi tena nyumbani, tunaambiwa wataenda tena shuleni mpaka siku ya Jumamosi, wataenda tena shuleni mpaka siku ya Jumapili. Ni kana kwamba wiki nzima sasa hivi watoto wanakwenda shule. Ninawaita wa kristo amkeni, sasa tumtafute Bwana. Huu ni mkakati wa Ibilisi kuhakikisha kwamba anapindua wakristo wakaishi maisha ya Kimisri. Watoto hawana muda wa kufundishwa tena na wazazi, wako mikononi mwa walimu wa shule, ambao hao walimu wanashughulika tu na mtoto amepata ei hey. Hawashughuliki na tabia kwamba huyu mtoto kuna tabia mpya zimeibuka Farao alipotaka kuwabadilisha Waisraeli aliharibu hari watoto. Kwa hiyo haya mambo mnayoyaona yanayoendelea ya kuharibu watoto, ya kubadilisha tabia za watoto, na sasa, bahati mbaya, angalia, wakirudi tena nyumbani kwa wazazi, badala tukae nao, badala tuzungumze nao, tena na sisi tunawakabidhi simu, tena na sisi tunawakabidhi kompyuta, wanaangalia katuni, Wanaangalia madubwasha ibirisi. Amekwisha kuteka watoto. Farao hawezi kuharibu wana wa Israeli asipoharibu watoto wao. Na mimi nikuulize wewe, ambaye una watoto hapo, una wajukuu hapo, una una una, una watoto ambao unawalea hao watoto, farao ndiye anayeamua wafanye nini, au wewe ndio unayeamua wafanye nini? Uko nao au wamekuacha mbali? Jambo la pili, Farao akasema waongezewe kazi, waongezewe mzigo, wafanye kazi kwa wingi. Na hicho ndicho ibilisi anachokifanya hata leo. Wakristo tumepinduliwa, tumekuwa bize tukitafutwa. Wanaoomba kwa siku ni wangapi? Tuko bize tukiingia kule duniani ni mapambano mpaka tunasahau makanisa yetu. Leo ukienda siku za Jumatano ya maombi utakuta watu wachache, kana kwamba kanisa halina watu. Ukienda siku ya Sabato watu wamejaa. Walikuwa wapi? Masumbufu ya dunia wanapambana lakini. Habari mbaya ni hii, wana wa Israeli pamoja na kupambana hawakuwa wanapambania mali zao, zile zilikuwa ni za Misri. Mapiramidi yalibaki Misri, utajiri mwingine walioiwezesha Misri, tofali walizofyatua hawakusafiri nazo. Walikuwa bize, bize for nothing. Nami nakukumbusha asubuhi ya leo ninapohitimisha, tafadhali, pamoja na kwamba Iblisi ametuvika ubize kwamba mpaka tunasahau ibada, tunasahau maombi, tunasahau familia, tukumbuke kwamba huo ubize tunayopambania, tunapambania tofali ambazo zitabaki Misri, hatutasafiri nazo kwenda Kanani. Tunapambania vitu ambavyo vitabaki duniani, hatutaenda navyo Kanani. Hiyo ndiyo habari mbaya ninayoileta kwako. Hakuna kitu tunapambania ambacho tutaenda nacho hata kimoja. Wana wa Israeli walisahau kwamba ule ubize walionao ni ubize ambao kuna siku hayo mambo atayaacha Misri, kuna siku majengo atayaacha Misri. Na kwa kweli walipoyaacha, walipo walipoambiwa kuondoka, hawakubeba piramidi hata moja, hawakubeba tofari hata moja. Waliondoka kwa huzuni na mifugo yao tu waliokuwa wamefuga mahali pale na mambo mengine ambayo Mungu aliwajali neema kuyaomba tu kwa Farao lakini tofali zilizowaweka bize wakamsahau Mwenyezi Mungu waliziacha Misri. Asubuhi ya leo wito wangu ni huu hapa. Tunapokuwa katika kupambana, tutambue mpango wa shetani kuliharibu kanisa lake duniani ni mambo mawili tu. Namba moja kuharibu watoto wetu. Ndugu zangu, ninatoa wito huu tena kwa mara nyingine, kama viongozi wa kanisa, kama wazazi, kama walezi turudi tena kwa mara nyingine kufikiria mara ya pili, jinsi ibilisi alivyo na mkakati wa kuharibu watoto wetu. Lakini jambo la pili, tafadhali, pamoja na kwamba tuko bize, ubize wa majukumu, ubize wa kazi usitufanye tukamsahau Mungu wa mbinguni, maana tunayoyatafuta hatuondoki nayo hata moja, hata kwa kulala mauti, hata kwa kutwaliwa kwenda mbinguni, hatuondoki na kitu hata kimoja. Tunaviacha mahali hapa. Naleta wito wa ibada kwenye maisha yetu, tumkumbuke Mwenyezi Mungu. Nchi ya Misri ilipojawa na wana wa Israeli ilikuwa amani, lakini nchi ya Misri, wana wa Israeli walipozama Misri wakavaa kama Wamisri, wakala kama Wamisri, wakaishi kama Wamisri, nchi ya Misri iliharibiwa kabisa. Wito wangu wa mwisho ni huu Tafadhali, dunia inakutazama wewe ukaipindue. Unapovaa inaonyesha uko Misri, umezama, au Misri inakutazama wewe? Maisha yako yanaonyesha ni nani, anajifunza kwa mwingine? Unajifunza kwa Misri au Misri inajifunza kwako? Kwa tafakari hiyo inatutosha sana kufanya self assessment kila mmoja kwa maisha yake. Mwenyezi Mungu akubariki unapotafakari juu ya haya na mpango wa ibilisi juu yako na juu ya familia yako. Bwana atubariki, na alibariki neno lake katika jina la Yesu Kristo, amen. Baba yetu mwema, mfalme wa amani, tusaidie. Wana wa Israeli walipokuwa Misri, Biblia imetuambia nchi yote ilijawa na wao lakini shetani akafanya mapinduzi kwa kuharibu watoto, kuharifisha tabia za Kimisri, kuharifisha tamaduni za Kimisri, na hatimaye walijikuta wamemezwa na Misri. Na ndicho kinachoonekana tena kwa Wakristo wa leo. Okoa taifa lako, okoa kanisa lako ambalo linazama katika Misri taratibu, lakini kwa uhakika. Mivao yao, mionekano yao, mazungumzo yao ulaji wao, matendo yao, ubize wao mpaka wanakusahau, inaonyesha jinsi walivyozama Misri. Tusaidie sasa kututoa mahali hapo watoto wetu walivyoshikiliwa na Misri, jinsi ambavyo Farao alikuwa na mpango kwa watoto, ndivyo na leo dunia ilivyo na mpango kwa watoto wetu. Hatuna muda wa kusoma nao neno, hatuna muda wa waku, wa kuzungumza nao na kuharithisha maadili. Leo wanalelewa na katuni za simu, katuni za televisheni. Wakitoka hapo ni shuleni tu kujifunza habari za darasani. Ni lini tutawafundisha habari za safari ya mbinguni iliyo karibu sana? Tukumbushe kulifanya hili, maana ni miongoni mwa wito uliotupatia. Utukufu una wewe tangu sasa na hata milele. Kwa jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru, amen.